Naam, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ropai Online TV, kipindi cha Masoli Mob na leo niko na Meshack Bethuel, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Karibu Meshack Bethuel. Asante. Bwana Yesu asifiwe kwa? <laughs> Kwanza eh, kwa, kwa utangulizi kwamba mtu akisikia Meshack Bethuel anakuwa amemsikia mtu wa namna gani? Mm. Mungu amenipa huduma hiyo wakukia kwanzia uimbaji mm. na kwenye suala zima la uimbaji ulianza mwaka gani? Uh, mwanzo nilianza mm. elfu mbili na kumi na tisa, elfu mbili na kumi na tisa. Yeah. Kitu ambacho kikuvutia kwamba sasa, ah, naweza nikaanza kuimba saa hizi. Uh, utumishi mm. ule ni wito mm. ni wito ambao Mungu ameshauweka ndani ya mtu mm, kwa wakati fulani utakapofikia lazima mm. kile u lakini hakuna mtu ambaye labda ambaye yupi ambaye alikufanya sasa ukawa, sasa wewe unajua, kuna, kuna mtu atakawa labda kwenye masuala yake ya kazi alimpenda mtu fulani akifanya kazi zake yeah. Alafu baada ya kumpenda sasa ndo akaanza kuingia naye kwenye ile kazi yeah. mm. si kuna, kuna kuna post fans ilivuja, wewe ukiwa una, una, una connection na Joel Lwaga, kwamba wewe na, na Joel Lwaga una ukaribu fulani ambao wewe uko nao. Unaweza kuelezea kidogo kwamba ukaribu wako ni upi, wewe na Joel Lwaga? nawambajianimbaji mm. Na ulipata wapi eni chanzo? Unajua umemchenga un kidogo mm. kwamba ni mwaka gani ulianza mziki nimeuliza, lakini ujaaza kuni kunijibu vizuri kwamba ni mwaka gani ulianza mziki wako eh. tunaosikia kwamba mziki wa b

Kuna muda mtu unakuwa na nyimbo mpya, hilo wazo aaamba hii nyimbo imekuja. Nyimbo mpya unapata wapi hilo wazo? Je, kwenye huduma ambazo unafanya au tu inashuka? Yaani, ni mfumo gani unatumia kupata nyimbo mpya? Nyimbo mpya tunazipata kwanza kwa mm Roho Mtakatifu mwenyewe anapoongoza, mm na ukikaa kwenye maombi mm tuna connection, tutakuwa na connection na Mungu mm, hakuna la kushinda mm, yeah. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakushushia ngoma bali unasikia naimba na muda gani ambao unaweza kuipata, aan usiku au mchana unapata? mm, yeah, so, so, so, mm. Una ndoto vile vile. Mpaka saizi una nyimbo ngapi mtumishi? Katika hizo nyimbo tano ipi ambayo unaona ni bora? mm. bora. Nakumbuka Yesu aliposhuka duniani Yesu aliposhuka duniani alipenda kubatizwa na na alikuwa ni, ni, Musa eh? Nani akabatiza? Yohana. Yohana mbatizaje hiyo mbatizo na Yohana tu, baada ya kutoka kwenye maji, sauti ikatoka mbinguni ikasemaje? Huyu mm. ni mwanangu mpendwa, Anabisa. kwa nini? Yani Mungu pia naye mtu ambaye anampenda zaidi, ana watoto wengi, maana yake ndio tafasiria kile kitu. Sasa wewe kwenye nyimbo zako walizo nazo hizo nyimbo, ipi ndio unaona ni bora zaidi ambaye ah, amekuwa na shuhuda nyingi hmm. pia na jumbe nyingi hmm. Hmm mambo mwanadamu hisi naweza nikasema ni kwa sababu ile nyimbo mm, inagusa ukweli kabisa kwa sababu mm, moyo wa mwanadamu kwa ujumla, kwa ukweli, kwa sababu mm, mimi onaa sijui iihiyo kutokana na nini? labda kuna tukio lipigwa au ni aje mpaka ikatokea moyo wa mwanadamu unasii, ah, tukio lipo moj wo upande wa muziki wako ambao unaofanya huu wa gospel. Vipi kwenye familia yako au jamii naokuzunguka, wanakupokeaje? wanapokea kile unachokifanya na kuamini kama? Yeah, kabisa. Nikianza na kwenye familia, kwanza familia aio kwenye sapoti ya wazazi na familia iko vizuri. Eh, sapoti ya wazazi na familia iko vizuri. Babangu mwenyewe aligaramikia ni mbili, mamangu akagaramikia ni mmoja. Hmm. Kwenye nyimbo zako nyingi wazazi wamehusika, kwa hiyo baraka zime zimeoika. Na kitu kipi kit, changamoto ni zipi ambazo tunazipitia kwenye mziki wako mpaka sasa hivi? Ah, changamoto, changamoto zipo. Hakuna kitu rahisi, hakuna huduma rahisi. Hakuna kitu chochote ambacho ni rahisi. <laughs> <changamoto zipo. laughs> kama watu wanashauku sana niweze kuachia video na nini lakini... mm. najua tutafanya, tutafikia tutafanya. Mm. Ile, ile changamoto kubwa sana ya kuwa mashabiki wengi wanahitaji, mm. changamoto mm. mm. We, kuna changamoto mpaka sasa hivi e unakuwa hujafanya video, pa, una video hata moja. Na, lakini una mpango wa kuachia nadhani onekano huu ndo ulitumika kwenye ile challenge mm, na ikatembea na watu wakajiandaa kwamba kaa na hii challenge, basi video itakuwa iko njiani. Je, kuna ukweli kwenye hilo ya? Yeah, video iko join na, na, hilo wazo lilikuwepo kabisa la kuacha ile video mm, ila kuna changamoto zilikuja zikapita katikati ndio, mm. maana kile kitu kilikuja kuwa cha muda mrefu miongoni mm. yeah, mwa watu ambao wanakupa sapoti na ukiachia ngoma anakupa support au kukushe, kukupa moyo zaidi ni sana yani. Kuna mtu ambaye a, labda ukiachia ngoma, kuna mtu anakupa moyo, anakupa support kwamba ana hii ngoma ni kali, pambana na nini. Unajua kum-encourage mtu, kumpa moyo kwamba aendelee kwenye mapambano. Ni watu gani ambao wanakupatia moyo sana sana? Cha kwanza mashabiki wanaonifuatilia, kwa komenti zao ukiziangalia pia, wanakupa ile shauku ya kuendelea kufanya, unajua kweli tunachokifanya watu wanakipenda na wanakipokea, na Mungu mzuri aendelee kuwabariki. Yeah. Kipi ambacho labda wewe unahisi kwako inakuwa ni kigumu kwenye kazi zako za muziki? Za muziki. Unaona kwamba hichi kitu ni kigumu sana ukikifikiria, hichi kitu ni kigumu kipato na sasa unafanya vipi ili uweze kuhakikisha kipato sasa kinakaa vizuri au unapambana hivyo hivyo? na ndio maana nasema wengi wana shauku niweze kuachia video, lakini bado mambo yamebana. mm. mm. yeah. Hebu zungumzia kidogo hii nyimbo <todakos> ya, ya moyo wangu ya hii kama hii inashangaza, hebu zungumzia kidogo hii ngoma ya washangaze mtu ambaye kuijua kuijua aweze aweze kuifuatilia apata uwashangaze. mm. Nishaelezea historia yake tena mm. kuwa kabla sijaanza mziki kuna mm. baadhi ya watu nilikuwa nawashirikisha mm. kwa mimi sana kuimba kwa ninapenda sana kuimba uimbaji mm. wengi walikuwa wananivunja moyo mm. wanakwambia, wewe unafikiri watu anaimba wa hivi, unafikiri ni hivyo mm. wengi wanavunja moyo sana mm. ila nikafanya nyimbo yangu ya kwanza audio kwanza ilikuwa inaitwa nukta zangu. Kafanya, baada ya kufanya vile, kweli mapokeo pokeaji wa watu ulikuwa ni mzuri, nikaja nikafanya nyimbo nyingine kama nini, afu baada ya hapo nikaja nikafanya washangazi, kwa sababu hmm. hmm. kama anaweza kunivunja moyo nyuma na Mungu amefanya mpaka hmm. hapa nilipofikia, nasema sasa Mungu ashangaze wao. kwenye comment una watu wanatajia wa, kupitia comment. Yeah. kuna mtu mmoja ameandika hakika, Meshaki ni mtu ni mtu akitaja mwimbaji wa gospel Kilimanjaro, amekupata wewe hey, sioni si, wa kufanana hey, so, na wewe sawa, namba moja ya Kilimanjaro. Mungu akuzidishie ukawe ukawa, na namba, ukawa namba, namba Tanzania na kimataifa. God bless you, ambaye anaitwa mm, Kisoro Mlewa Kisoro Mlewa sasa. Ukiangalia comment kama hii, je, ni kweli wewe ni namba moja Kilimanjaro? Ah, amesha kuinua ah, wana... uh... ukiangalia watu ambao napambana nao kwenye game <laughs> nah, <huyuwa ito> <laughs> <laughs> <laughs> a na eh. eh. eh. si mm. mm. Yeah. Na kuna mmoja amesema hujawai kukosea. Mungu akuzidishie. Mtumishi wa Mungu anaitwa Lilian Make unaamini kwamba hujai kukosea? Ah, ndio maana nasema comment za mashabiki zangu zinajieleza. Mimi siwezi hivi comment, wao wanajisikiaje? Lazima ujisikie kufarijika, kwa kwa unaona kumbe kitu unachofanya. Kwa hiyo kuna kiasi fulani na comment yangu, ndio maana nikasema. Uliposema ni watu gani ambao wananisupport sana, ndio maana nimekuambia ukifikia kwenye channel yangu comment za mashabiki Mm. zinafanya sana na zaidi kupambana na, mpenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Ropai Online TV, tuko kwenye kipindi cha Mastori ni Mob na niko na Meshack Bethuel, ni mwimbaji wa Gospel. Eh, mwimbaji mzuri sana kutokea mkoa wa Kilimanjaro. Kama bado hujasubscribe, unaweza kaingia kwenye YouTube account ya channel yake ukasubscribe pale, unaandika Meshack Bethuel, utakutana na ngoma nyingi ambazo amezifanya. Lakini bidii yako moja ni kusubscribe, kulike, share na comment pia Ropai Online TV. Ah, lakini wewe bwana tumezaminiwa na mtu fani vwa kwenda eh, anaitwaga eh, Mr Blandi mapamba, au sio? Ndio mdhamini wetu wa kipindi chetu ichi cha leo uh, kwa hiyo pia ukitaka kupata kung'aa kupendeza, unazakaenda pale eh, sababu sio naona amependeza. Kwa hiyo pia nakukaribisha kwa Mr Blandi bwana, anavisha watu tofauti eh. tofauti tofauti ya, yuko anapatikana pale maeneo ya Moshi Kilimanjaro, lakini utaona tangazo lake litapita hapo bango na namba zake za simu itapita pale kwenye, kwenye TV yetu ako kwe, moja tu weka komenti yako wapatia komenti zako sisi, na, hmm. na, na, na washabiki kidogo na watazamaji wa Ropai utaka kujua kwamba je, mpaka sahizi una management ambayo inakufanyia management kwamba this time achie ngoma this time rekodi? Hapana sina na kama una mpango gani sasa, unawaza vipi swala la management, swala la management kwa ile nzuri kwa na management, ila mimi nasema labda ni wakati bado umefika, ila wakati ukifika mambo yote yatakasa, wakati huo ni huo. Unajua kuna watu hawajajua kwa mm, mfano ukizungumza management, kuna mtu anadhani labda mtu ambaye anaweka pesa wala indirect. Unajua meneja ni mtu ambaye anasimamia kazi zako za muziki, kwamba unaweza kumchagua yoyote tu. Unajua kuna elimu ambayo tunabidi tuje tujue kwamba meneja ni, ni mtu ambaye anasimamia mbele. Nafikiria nini sasa wewe kuwa na meneja? ni ndo maana nimesema ni swala zuri mm -hmm. Ila naona bado bado wakati hujafika mm -hmm. Au sijapata mtu sahihi bado. Unafikiri unaweza lakini fika malengo bila ya kuwa na meneja? Ni lazima niwe na meneja, ila niseme kweli, sijafikiria ile wazo la kuwa na meneja, kwa kwa sababu bado naona yaani, kwa jumla naona bado mziki, bado kuna wasanii wengi wako chini yako na wanatamani level yako unafikia, labda unaweza kumwambia huyo msanii kwamba labda ukamtia moyo hata kidogo, na akitaka kufanya kazi naye Mesha Kidesweli anakupataje? unafikika au ndo mpaka wewe na mtonyo nini? Uh, kazi ya Mungu hmm. Kwanza cha kwanza ni kazi ya Mungu siku mm. mimi hmm. nitakapowasiliana naye najua ita nitakofanya kufanya hmm. tutafika. Kama ni kazi anataka kufanya tutafanya mm. yeah. miongoni mwa watu ambavyo vitu ambavyo vinasumbua twenge sana sana, ambao mnaimba gospel ni kwamba imeonekana this time kuna watu ambao kama wewe umesema jamaa wako ambaye anaingia kwenye kwenye kwenye topic tumeunuza ile juu ni yeah, mtu ambaye alilalamikiwa na baadhi ya wachungaji kwamba this time anafanya kama biashara. Wewe kwa nini unalionaje, mtu akikuita kwenye, kwenye kanisa lake, pia nao unahitaji pesa au unafanya kama huduma kama watumishi wengine? Ah, ni kweli ni tunafanya kama huduma hmm, lakini kwa jumla watumishi pia wanatoa angalia, kwa hmm. sababu ili mziki uendelee kwenda unahitaji mm, pesa mm. Pale anaponiita nifike kwenye huduma yake pia anahitaji nayo. hatufanyi biashara ila kumbuka, mimi ninavyoenda studio kurekodi gharama zinatoka, mziki mpaka ufike kuitwa mziki usikike, gharama zinatumika. Kwa hiyo at least hatufanyi kama biashara, kama nilivyosema, at least uangalie chochote kitu ili huduma iendelee kusonga, kuna kuna kantakiwa angalau hata kitu kidogo, angalau hata kama sio pesa ya kutosha, lakini angalau kazi iendelee. Mimi e, nadhani hiyo si, ni jambo la muhimu sana, kwa sababu nywe mnaenda kurekodi na fanyaje na nini. Yeah, kwa lazima pia na a angalau kidogo aweke sadaka. Yeah. Kwa hiyo, kinachotoka ni kama vile sadaka. Yeah, kwa mfano mtumishi akikuita kwenye huduma na aka asipokupatia pesa wewe unajisikiaje? Yeah, na miongoni mwa vitu ambavyo labda wewe ambavyo unaviona kwenye gospel viboreshwe ili muziki uweze kupanuka zaidi, nafikiri ni vipi? mm. Na, wa wa wa gospel Ukizungumza media zipushwe, wakati kuna content, mbona umeposti hapa ukiwa kwenye Voice FM? hmm. Ukiwa Voice FM nadhani, nafikiri labda ile show ilikuwa push mara nyingi, waga wanataka mtu aombe nyimbo ndo wapige Yeah, labda una umewashawishi washabiki zako waombe nyimbo zako redio, nina saa ingine uwaga zinaomba, lakini sasa, so unaona mm. Yeah. Nini kifanyike? Inalina sababu. Mm. <laughs> nini, ya na nini, kama media au ah, washabiki wenyewe, washabiki wanaomba angalau Zizi, tupushi pia, tupushi. Mm. Tupushi. Tupushi. Mm. Mm. Kama labda unafanya nini ili ishe mziki wako naenda mbali kwenye mashairi unayoandaa, unakishaba hivi vitu vinaendana na wakati, au unafanya tu sababu ya Roho Mtakatifu ameshuka na amekuachia mistari kama hivi ambavyo unasema, kilala, unapata mistari. Kuna vitu vingine unavyofanya kama ubunifu kama na nini kuongezea nguvu ya kazi yako ya muziki, yeah. na, lazima Hmm. kutokana na mazingira unayoyaishi maisha yetu ya kila siku hmm. Hmm. Unawaambiaje washabiki zako sasa kuelekea mwishoni wa mwaka maana, this time tuko mwezi wa kumi ndio, na kuelekea kwenye uchaguzi, labda we ukiangalia hali ambavyo inaendelea, ushauri wako labda ni upi, au unaonaje hali ambavyo inavyoendelea, hali inayoendelea? hmm. Udum, tunataka kuomba. Mm. Tumalize uchaguzi salama mm, na maisha mengine mm. mm. yeah. Na vipi, kuna ngoma kama tano ambazo umeziachia mpaka saizi, tunavoelekea mwisho wa mwaka, mpaka ukamalize mwaka huu, washabiki zako wanataka kusikia kutoka kwako, zitaachiwa ngoma ngapi mwaka huu? mm. nitaachia nyimbo moja zitakuwa sita, mwaka huu utakuwa umefunga ao. Kuna mtu ameniambia hivi eh, naomba umuulize Meshack Bethuel kwamba je, ameoa Ngai. Hili swali alikuwa muhimu sana kwangu, lakini kwakua e meaa A, kwa hiyo unaweza ukaachia namba kwa ajili ya mtu kuolewa. Unajua kwenye kipindi pia bwana anaweza kashuka akakuletea unamchumba. Ah, ni kweli unamchumba pia. A, kwa ah yeah. yeah. basi ongea ambaye umeuliza bwana. bwana, bwana huyu bwana ameoa, huyu bwana hajaoa <laughs> lakini ana mchumba ameshachumbia. Kwa hiyo kaa, kakutulia mtumishi wa Mungu amechumbia kitu cha mwisho ambacho labda ungependa kuambia ambacho mimi sijakuuliza na wewe ungependa kuambia labda ni kipi? Mm. Umesema YouTube, kuna mpango gani wa kusambaza nyimbo zako kwenye digital platforms zingine lakini sasa hivi bado tuko YouTube ma? yu. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho ningependa kumwambia mpenzi wangu na Ropai TV aingie pale YouTube pia, subscribe, like na share, pia na comment. Nam, mpenzi na mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ropai Online TV, kipindi Story ni Mob, ni na alikuwa na Meshack Bethuel ambaye ndio alikuwa mgeni wetu leo kwenye studio yetu. Jukumu lako ni moja tu Meshack Bethuel. Mimi sina cha ziada nyuma, kama iliko, bwana direta ne, tunaendelea kupambana. Wewe ni wa kwangu siku zote.